Tai wanakusanyika pamoja. Hii ni barua ya leo Jumamosi tarehe 24 mwezi wa kwanza mwaka wa elfu mbili na ishirini na sita kutoka kwa nabii wa Mungu ndugu Joseph Branham wa Maskani ya Branham huko Jeffersonville, Indiana, Marekani, kwa bibiarusi wa Yesu Kristo kote ulimwenguni. Mpendwa, Maskani ya Branham. Salamu kwa bibiarusi wa Yesu Kristo waliopo kote ulimwenguni. Wanaoamini Maskani ya Branham, sauti ya Mungu ndiyo kanisa lao la nyumbani ambapo wanalishwa kiroho kwa maana iliyofichwa ambayo imehifadhiwa na kutunzwa kwa ajili ya bibi harusi wa Kristo. Hiki ndicho kituo changu cha nyumbani. Haya ndiyo makao yangu makuu. Hapa ndipo tumeimarika sasa. Shikilia hilo mawazoni, haijalishi itakuwaje. Sasa kama mna busara, mtashika jambo fulani, haijalishi itakuwaje. Haya ndiyo makao yetu makuu Papa hapa. Waamini wengi wamekuwa wakielewa vibaya au kuweka wazo lao wenyewe au fasiri yao wenyewe kwenye kile nabii alichosema hapa, bali yeye anamwambia bibi arusi moja kwa moja, kama mna busara mtashika jambo fulani. Haya ndiyo makao yetu makuu, papa hapa. Alimaanisha nini kwa jambo hilo? Ndugu Branham alipokuwa hapa, wengi hawakumwelewa. Nao walidhani Bibi-arusi alipaswa kwenda Arizona na kumfuata yeye huko, ili waweze kunyakuliwa. Ndugu Branham aliwajibu wazi wazi. Kaeni hapa. Hapa ndipo mahali penyewe. Kundi kubwa mno lao waliondoka hivyo. Nao walitaka kwenda hivi na kufanya yale baada ya mimi kuwaambia wakae pale. Kaeni pale, kaeni papa hapa. Hapa ndipo mahali panapofaa. Watu waliondoka kutoka kila mahali kote Marekani kwenda Arizona, lakini yeye aliwaambia waziwazi, kaeni papa hapa. Hapa ndipo mahali penyewe. Kaeni Jeffersonville hivyo ndivyo yeye alivyosema. Ufunuo wangu ni kwamba ilikuwa ni Mungu akizungumza kupitia nabii wake, na, na kuwambia watu kaeni na kanda, hapo ndipo mahali penyewe. Alikasirika mno na akasema ilibidi afanye jambo fulani kuhusu watu hawo wote. Yamlazimu afanye nini? Angewapeleka kwenye kanisa gani? wao wanapaswa waende wapi? Ndugu Branham alisema, inamlazimu afanye nini? Kwa hivyo sasa, yanipasa kuwarudisha hao watoto hapa wapate kula, wako chini kule jangwani wakiumia kwa njaa. Yeye hakusema ati wangehitaji kwenda kwenye kanisa la mahali na kupata vipande vidogo ambavyo wangeweza kula. Yeye alisema lazima awarudishe hapa wapate kula, la sivyo wangekufa kwa njaa. Ufunuo wangu, enyi marafiki, sasa msimwelewe vibaya kwa mara nyingine tena au kusema kitu fulani ambacho hakusema, kwa kusema ndugu Branham alitaka kila mwamini aamie Jeffersonville ili kuwa bibi harusi. Ndugu Branham aliwajua watu hao wote, na kila mwamini kutoka kote ulimwenguni hawangeweza kuhamia na kuishi Jeffersonville ville. Hilo lisingewezekana. Kwa hivyo yeye alimaanisha nini? Yeye alikuwa anamuunganisha bibi harusi wa Kristo kwenye kanda ambazo zilikuwa zimerekodiwa na kuhifadhiwa kwa ajili ya bibi harusi kuzila. Ujumbe huu, sauti hii, ndilo neno la Mungu lililonenwa kwa ajili ya siku hii, nalo litamuunganisha na kumkamilisha bibi-arusi wa Yesu Kristo. Mzoga ni kile anachokula tai. Sasa tai huhesabiwa katika Bibilia, nabii, nabii ni tai. Mungu, Mungu hujiita mwenyewe tai nasi tu wana tai. Basi wa waamini, mwaona na mzoga wa ulao ni nini? Ni neno. Popote lilipo neno, tabia halisi ya ndege itajidhihirisha yenyewe. Liko wapi neno la Bwana lililo safi, lililothibitishwa, lisilo na mkanganyiko? Bwana asema hivi kwa ajili ya siku hii. Kuna mahali pamoja tu kwenye kanda. Ningeweza kuendelea na kuendelea nukuu kwa nukuu, lakini ujumbe huu na kila ndugu Branham alichosema kinahitaji ufunuo kutoka kwa Mungu. Yatupasa kusoma katikati ya mistari kwa ufunuo, bali tuseme kile yeye alichosema, kwa maana ni neno safi, Maswali na Majibu ya leo, na kila mimi ninachoamini. Leo wahudumu wengi wanawaambia watu kwamba kwa sisi kuwa na kanisa la kanda la nyumbani tumetoka nje ya neno na kila ndugu Branham alichosema tufanye. Wao wanahisi ni lazima twende kwenye kile wanachokiita na kukichukulia kanisa. Kuna nukuu nyingi nyingi sana kiukweli, ambapo ndugu Branham analisema hili waziwazi wazi. Sasa ninyi endeni kwa kanisa fulani zuri la injili nzima mpate kanisa la nyumbani. Nami naliamini hilo kwa moyo wangu wote, kwa sababu yeye alisema hivyo. Lakini naamini sisi tunafanya hivyo kwa kuwa na kanisa la kanda la nyumbani. Mahali petu si ndipo palipo muhimu kwa Bwana. Hilo ni jengo tu, lakini wajibu wetu kwa Bwana ni kukaa katika neno lake siyo mahali au jengo. Mahali hapo hapamwokowi na kumkamilisha bibi harusi. Neno ndilo kama. Nikienda kwenye jengo la kanisa lakini wao wamesahau jambo lililo kuu, kuisikia sauti ya Mungu kwa kubonyeza play, nao wameibadilisha hiyo kwa kuwasikia wahudumu tu wakiuhubiri ujumbe. Je, hilo litairidhisha na kuilisha nafsi yako kabisa? Huenda hilo likairidhisha nafsi yako, ndugu na dada yangu, bali hilo halitamridhisha bibi harusi. Hebu niingilie kati hapa na niseme kuna maelfu ya watu ambao hawana jengo la kanisa la kwenda. Je, wamepotea? ikiwa hawana mchungaji au kanisa? Je, hiyo ina maana kwamba hawawezi kuwa bibi harusi? Ikiwa unaishi ndani ya maili mia kutoka kwenye jengo la kanisa, je, ni lazima uende kwenye kanisa hilo? Lakini ikiwa ninaishi mbali zaidi, si lazima na lazimika kumsikiliza mhubiri hewani lakini siwezi kusikiliza kanda hewani. Je, jengo la kawaida ndilo ambalo nabii anasema ndilo jambo lililo muhimu zaidi tunalopaswa kwenda? Nabii alitaka kumleta bibi harusi wapi? Kama hamwezi kuja hapa maskanini, tafuteni kanisa fulani, mahali fulani, enendeni kwalo. Kwa mara nyingine tena liko wapi chaguo lake la kwanza la kuwapeleka watu kwenye maskani ya Branham? Neno kanda, hilo ndilo Mungu amempa bibi harusi wake kufanya katika wakati huu wa mwisho, nasi tunafanya hivyo kila siku na kila Jumapili. Msinielewa vibaya, mimi sisemi lazima usikilize kanda hewani pamoja na maskani ya Branhamu ili uwe bibi harusi. Sisemi hupaswi kwenda kanisani, sisemi huwezi kuwasikiliza wahudumu. Ikiwa unaamini hivyo uko nje ya neno. Ninasema kuisikia sauti ya Mungu iliyo kwenye kanda ndiyo sauti iliyo muhimu zaidi unayopaswa kuisikia, na ninaamini kwamba kila mchungaji anapaswa kuicheza sauti hiyo kanda katika makanisa yao, lakini wao wametoa kila namna ya udhuru uliopo ili kutozicheza kanda. Ikiwa hilo ndilo kanisa lako, wewe huli neno. Hili ni wazi, jambo ambalo yeye hakutaka litokee, na ndicho ambacho watu walichokuwa wakifanya. Nanyi nendeni kanisani, msiketi nyumbani kwenda kuvua samaki na kuwinda na mambo kama hayo mnamo Jumapili. Sisi hatufanyi hivyo. Sisi tunaungana kwenye kitu pekee kitakachomuunganisha bibi harusi, ujumbe huu, sauti hii. Kwa mara nyingine tena, mimi ninaamini katika kwenda kanisani. Kuna makanisa mengi ulimwenguni kote ambayo yanaziweka kanda nafasi ya kwanza kwenye mimbara zao. Bwana asifiwe. Je, ninaamini lazima ukae nyumbani, la sivyo wewe si bibi harusi? La, la, la, sijawahi kuliwazia, sijawahi kuliamini. Nataka tu ubonyeze plei bila kujali uko wapi au unaenda kwenye kanisa gani kama huna ufunuo wa kile anachosema, basi unaweza kusema waziwazi, sihitaji kumsikiliza Ndugu Branham au hata kulazimika kukubaliana na yote asemayo. Hata hivyo, alisema kuna watu wengine wengi walioitwa na Mungu. Endelea. Twaona hapa lasema yatupasa kuhudhuria kanisa lingine lisilokubaliana nawe? Hakika si mimi siye changarawe pekee pwani. Mwajua kuna kuna watu wengine wa cha Mungu kila mahali, natumai mimi ni mmoja wao. Sauti ya Mungu iliyo kwenye kanda ndiyo jiwe la ufukweni langu, mwamba wangu ndiyo sauti ninayotaka mimi kuisikia na ndiyo sauti ninayotaka maskani Abrahamu waisikie. Kama mngependa kuungana nasi mnakaribishwa mno, ndugu na dada zangu, unganeni nasi Jumapili saa sita mchana masaa ya Jeffersonville ni saa mbili usiku ya Afrika Mashariki, tunapoisikia sauti ya Mungu ikinena na kuyajibu maswali mengi unayoweza kuwa nayo moyoni mwako na usikie mwenyewe ikiwa mambo niliyoyasema katika barua hii hayako sawa nanenu, na neno na nimeelewa vibaya kile Mungu anachomwambia bibi harusi wake, kile yeye anachosema kwenye kanda ni Bwana asema hivi, si kile mimi ninachosema anasema au kile ninachoamini anasema. Na Mungu peke yake ndiye anayeweza kukupa ufunuo wa kweli. Ndugu Joseph Branham.